Sifa za mtu ambaye anatakiwa kuwa mpiga kura, kwanza kabisa, anatakiwa awe raia wa Tanzania na awe, a, na ameandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura mm. kama tulivyoona kipindi cha mwaka jana watu walihamasishwa kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapigakura mm. ili awe na sifa sasa kuingia katika uchaguzi mkuu ambao tunautegemea Oktoba 29 mm. 2025 ili kupata kiongozi bora anayemhitaji mm. upande wa rais, wabunge pamoja na madiwani mm -hmm. na sifa nyingine Um, tuna, inatakiwa kwamba awe na kadi ya kupigia kura iliyotolewa mm. na Tume Huru ya Taifa Uchaguzi. Zile kadi za mpiga kura kama mnazikumbuka mm. ndo zile kadi ambazo zitakufanya wewe uwe na sifa ya kwenda kupiga kura mm. na sifa inayofuata nyingine katika ki, yani, yule mtu awe katika kituo kile ambacho alijiandikisha kupigia kura. Ni sifa moja hapo, ambayo utaenda pale ulikojiandikisha ili uweze kupiga kura yako, na sifa nyingine awe na kibali cha kupiga kura mm -hmm. Uh, uh, tuseme kwamba labda mtu kwamba awe na kibali cha kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na kile alichojiandikisha kilichotolewa na tume. Tume imeweza kuweka utaratibu kwa sasa mm -hmm. tofauti na kipindi cha nyuma kwamba anaenda Singida mm -hmm huku uh, niko Moshi mm. nataka nikachague, kipindi hicho niko kwenye biashara zangu sasa mm. wamerahisisha kwamba yani, utaingia katika tovuti yao na kuweza kujisajili eneo ambalo kipindi hicho utakuwa katika biashara zako mm. au umeenda kikazi na kuweza kupata kumchagua rais, mm. kupitia uh, usajili wako kuhamia mkoa mwingine okay, tofauti na kipindi kile cha miaka ya nyuma kwa maana kwamba mm. kwa eh, nikiwa nikitoka Kilimanjaro nikienda kama niko Dodoma kule nitaweza kupiga rais. Utaingia uh, katika hmm. mfumo ambao utajisajili kwenye ah, daftari okay. la kule mahala unapokwenda mm -hmm. Kupiga kura. Kupiga kura. Oh, ao no, siviona huko wale mabadiliko haya ehe, e, e, nyingine sifa nyingine nadhani uwe uh, na akili timamu mm, kwa sababu ni sifa mojawapo yeah. Wakati mwingine mtu anaweza kaa kichaa mm, hana sifa ila kwenda kupiga kura kwao tayari atakuwa yule mtu hana akili timamu mm. Ni anatakiwa yule mtu mwenye akili timamu, timamu, kwenda ku, kuweza kuchagua kiongozi anayemtaka mm, utimamu wa akili utimamu wa akili Nwengine wana afya tatizo la afya akili. Okay. Sawa sawa. Kuna nyingine tena? Um, sifa nyingine mm -hmm. Nishazungumzia kwamba mtu lazima awe ni raia wa Tanzania. Yeah. Raia wa Tanzania ni yule ambaye tayari alikuwa ameshajiandikisha kwenye lile daftari la kudumu la wapiga kura mm. Ni sifa mojawapo. Okay. Kama hizi sifa zingine tuna sifa kama nne mm. ambazo nimeshazisemea kwamba sifa ya mtu kuweza kupiga kura mm. ni kama zinazozitaja hapo awali. Sawa mm -hmm. Sawa, labda sasa tuangalie kuhusiana na eh, vituo vya kupiga kura eh, navyo hivi vipi? Vituo vya kupiga, vya kupigia kura mm. ni vituo vilivyotumika kuandikishia wapiga kura mm. ndivyo vitakavyotumika kupigia kura, ikiwemo vilivyopo vilivyopo kwenye magereza mm. kama tulivyosema, tume yetu huru ya taifa imetengeneza utaratibu mzuri sana na kila mtu ana haki ya kupiga kura mm. na kuchagua kiongozi anayemtaka. Wamepita mpaka magereza kuhakikisha kwamba kuwaandikisha wale kuingiza kwenye daftari la kudumu wale wafungwa ambao wako na chini ya miezi sita hmm. Nao wamepata kibali hicho cha kuweza kuchagua viongozi kipindi hiki cha uchaguzi, okay. Kwa maboresho wamefanyika. Wamefanya maboresho mm -hmm. mazuri sana ndio, mm -hmm. na vile vituo wa watu wengine ni vile ambavyo wewe ulienda kujiandikisha mm. kipindi kile cha uboreshaji wa daftari mm. la kudumu la wapiga kura ndo kituo chako wewe mm. cha kwenda kupigia kura, kura. Mm. na muda wa kupiga kura, muda wetu ni siku ya uchaguzi, vituo vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi mm. na kufungwa saa kumi, na, saa kumi kamili al alasiri mm -hmm. kwao mtu akienda labda saa kumi na dakika moja na dakika mbili hapo mm, watakuwa amekosa kama ni saa moja kamili asubuhi kwenda ku, kwenda kupiga kura yangu nirudi nyumbani, na, na huo mm -hmm. muda mpaka saa tisa unaweza ukaa umeweza kupiga kura yako mm -hmm. na ukaweza kuendelea na biashara zako, mm -hmm. Pasipo kuleta usumbufu wote, mm -hmm. Ukipiga kura yako, mm -hmm. rudi nyumbani mm -hmm. Usibaki kwenye kituo cha kupigia kura, ama kuweka makundi huko mtaani kufanya kampeni zako, hairuhusiwi. Kwa hiyo unatakiwa upige kura yako huo muda uliopangwa, na ukimaliza kupiga kura rudi nyumbani, usubiri matokeo, ili kuweka amani, utulivu na kupisha zoezi zima la upigaji kura, pamoja na baada ya uchaguzi, watu waendelee kuboresha, kudumisha amani tuliyokuwa nayo.